Lakini wanafunzi ambao walikuwa affected wa karibu 65, na hao wanafunzi vitu vyao vilichomeka vyote kabisa. Hawana nguo oh, ya kubadilisha, hawana vitabu, hawana kalamu, kila kitu kiliharibiwa. Uh, tulifanya mpango tu ili tupate mahali wanalala, na uh, wanafunzi wengine, tunashukuru walikuwa wakarimu, wakawapa malazi, wakashea at least yale ambao waka walikuwa, walikuwa nayo wakashea kwa domu hizo, wakalala asubuhi. Hivi leo vile tunaongea, wamesaidiana mambo ya uniform, mtu anasaidia shati na shati longi, at least wamevaa kitu, lakini wa katika hali ngumu sana. Kwa hivyo um, nasema naomba usaidizi kwa mashirika yote ambayo yanataka kutusaidia ili watoto wao wapate kuendelea masomo yao, na tunasema pole kwa wazazi pengine hawajasikia, wanasikia kutoka kwangu leo, lakini tunasema pole sana. Na wale ambao wanaweza kutusaidia uh, mashirika yote ya msaada, wote tutashukuru sana, ili wanafunzi au waendelee na masomo, tunapoendelea na uchunguzi wa chanzo za huu moto.